Wewe binadamu, ni huu tu? Je, umeletwa duniani ili kuonja kila aina ya ladha bila kujali halali au haramu, na kufanya unachotaka bila kuwajibika kwa yeyote? Una ushahidi mwingi sana ambao tunashuhudia kila siku kuwa wanadamu hawaji hapa duniani kwa ajili ya kufurahia na kupata raha tu. Hata kudai kinyume na ukweli ni sawa na kuukana ukweli. Angalia matukio yanayotokea karibu nawe, watu unaowapenda mmoja baada ya mwingine hii. Je, yeye haachi mbali na ulimwengu huu? Je, vijana hawazeeki? Je, si wanyama wa kupendeza, maua yaliyopambwa na viumbe wote wazuri unaowapenda daima hupotea katika kifo na kutengana. Wakati mtekelezaji wa kifo atakapokuja nyuma yako, wakati ujao wako ukifunikwa na giza bila uhakika, unaweza kuishi kama mnyama asiye na maumivu wala huzuni. Usiseme mimi bado ni kijana sana, nina nguvu, kwa sababu tazama, muda unapita kama mafuriko, maisha yanapita kama radi inayong'aa na kutoweka. Wala wewe si wa milele, wala wapendwa wako si wa milele kama wewe ni wakufa vivyo hivyo, hata ladha zisizo halali hapa duniani ni za muda tu. Maana unaona aidha, maisha ya hizo ladha ni mafupi, hazikutoshelezi au mkono wako hauwezi kuzifikia hizo ladha. Kwa kuwa huu ndio ukweli na kwa vile duara la halali ni pana na linatosha kwa starehe, basi acha kukimbizana na starehe za muda na za udanganyifu. Mjueni mola wenu mlezi ambaye amekumbeni kutokana na kitu chochote na akaweka mbele yenu neema zisizo na mwisho. Mwaminini na mtii, badala ya kuishi kama mnyama. Uwe mtakatifu na upokee baraka zake zisizo na kikomo.